Kwa maana nyinyi mmepewa mmepewa fedha hii mwende mkafanye uzalishaji. Baada ya muda, na ni mikopo ambayo haina riba. Baada ya muda, mtatakiwa mrudishe mikopo hii. Mtakaporudisha mikopo hii itakwenda kwa wenzenu, lakini pia itarudi tena kwenu, sababu sio mwisho wa kwamba leo mmechukua na mmerudisha. Na kama umekopa na umerudisha vizuri, kwa nini ukija ukitaka tena usipewe tena? Utapewa tena. Kwa hiyo mzunguko wa mikopo hii ikawe chachu ya hamasa ya kurudisha kulipa madeni kwa wakati ili na wenzenu wengine waweze kunufaika. Wakati tunatoa mkopo wa awamu ya kwanza karibia milioni mia tano na kitu, tuliwaambia jamani, bado tuna fedha na kama tuna fedha tutakwenda kwenye awamu ya pili, na leo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu awamu ya pili imeweza kufika na karibia milioni mia nne na sabini zinakwenda kukabidhiwa leo kwa ajili ya vikundi nyinyi ambavyo vimeshafanyiwa kazi kwa bado tunaendelea kusema fedha hii bado tunayo, kwa sababu fedha iko kwenye mzunguko, na kama iko kwenye mzunguko, tutakuwa na kasi ya kutoa tu, endapo na nyinyi na wale tuliowakabidhi mara mwanzo watakuwa na kasi ya kufanya marejesho. Ni imani yangu kabisa kabisa, kama ambavyo mlikuwa mkituomba mki tuwasaidie kupata mkopo, hii ni imani yangu kabisa kabisa kwenye kwa kurudisha marejesho haya, hala, wala hamtahitaji tuwahimize kila mmoja kwa bidii yenu mtaweza kurudisha kwa wakati. Tumekuwa na changamoto kwa upande wa vijana, tumekuwa na changamoto wakati mwingine pengine kuchelewesha marejesho, tumekuwa na changamoto wakati mwingine baada ya kupata mikopo hii kuenda kuparaganyika na kupotea potea. Naamini kabisa kabisa, sasa vijana watakwenda kujipanga vizuri, ili mikopo hii iweze kufikia malengo yao waliojiwekea, lakini na baadaye sasa mikopo hii ikawe njia moja ya ya kuwanyanyua katika kupata mitaji mikubwa na katika kufanya biashara kubwa kubwa ambazo zitaweza kuwapata, kuwapa kipato kikubwa na kuweza kumudu kujiajiri. Bahati nzuri mimi niseme tu kwamba mikopo hii haibagui wewe ni nani, umetoka wapi, kabila gani wala dini yako ipi. Mikopo hii inazingatia sifa na vigezo ambavyo vimewekwa. Wewe hata mkiwa mmetoka wapi lakini kama umekidhi sifa na vigezo basi jua utanufaika na mikopo hii. Niwaombe sana ndugu zangu, tuendelee kumuomba tuendelee kumwamini rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa mambo mazuri anayoyafanya, lakini tuendelee kumwamini Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo, ili tuweze kupata mikopo hii lazima kuwe na amani, ili tuweze kupata mikopo hii lazima kuwe na umoja, kuwe na mshikamano. Amekuwa akitusisitiza na amekuwa akituasa juu ya umuhimu kwa Watanzania kuendeleza amani, upendo na mshikamano, ili nchi yetu iweze kupiga hatua za kimaendeleo. Mtarudi kwenda kufanya shughuli zenu za uzalishaji. Kusipokuwa na amani, hamtafanya vyema shughuli zenu za uzalishaji. Hofu itakuwepo, wasiwasi utakuwepo, hata mitaji yenu itaweza kupotea kwa sababu tu, endapo kutatokea vurugu za aina yoyote, endapo kutatokea fujo za aina yoyote, kile unachokizalisha utatamani kiende sokoni. Sokoni nani ambaye atakwenda kununua? Kununua. Amani ndio msingi mkuu na ndio nguzo kuu ya maendeleo. Ndugu zangu, ninyi mlioko hapa mkawe mabalozi wazuri, lakini hata vijana mlioko hapa mkawe mabalozi wazuri. Tutakapoharibu nchi hii, ndugu zangu, hatuna sehemu nyingine ya kwenda. Siku moja tutakapoamka nchi hii ikiwa imekatika vipande vipande, hakuna mtu mwingine na itatuchukua itachu, na muda sana kuja kutuunganisha hii mikopo mnayochukua mtakwenda kuifanyia kazi wapi? Lazima kuwe na amani, lazima tuwe na umoja, lazima tuwe na upendo, lazima tuwe na mshikamano, lakini tusikubali kwa aina yoyote kupandikizwa chuki za aina yoyote. Nchi yetu ya Tanzania ni nzuri sana, viongozi wetu wa Tanzania ni wazuri sana, dhamira na dhamira, imani na dira zao katika kutuongoza ni njema sana. Kwa hiyo tuendelee kuwapa ushirikiano ili kusudi yale ambayo wametuahidi basi yaende yakatekelezeke. Miongoni mwa ahadi ambazo Dokta Samia Suluhu Hassan aliahidi katika kipindi cha pili cha uongozi wake ndani ya siku mia kuhakikisha kwamba mikopo hii ya vijana pamoja na wanawake inaendelea kutolewa kwa kasi na spidi zaidi. Leo tunatimiza maelekezo yake Dokta Samia Suluhu Hassan, kabla ya siku mia kutimia, tuko hapa kwa ajili ya kuwakabidhi mikopo hii ili kusudi kwenda kuendelea na shughuli zenu. Sisi tumenufaika kutokana na fedha ambazo wenzetu waliokuwa wamekopa nyuma wamezirejesha lakini, pia na mapato ya ndani ya asilimia kumi imechangia kwa ili tuweze kuwa wengi zaidi. Kwa hiyo mtakapopata hizi fedha, mkazisimamie kwa miradi ambayo mlituelekeza kwamba tutafanya mradi fulani, mkaitekeleze ile miradi, ili na mwisho wa siku muweze kurejesha fedha hizo na watu wengine wapewe. Kila kikundi kina uwezo wa kupata zaidi kama kitarejesha vizuri. Kawaida tunaenda miaka tunaenda kukopa mara tatu, kwamba umekopa leo umerudisha vizuri, utaweza kukopeshwa zaidi ya kile ulichokopa. Mwaka huu ukirudisha vizuri zaidi, unaongezewa mkopo mwingine. Kwa hiyo rai yangu kwenu, tukatekeleze yale ambayo tuliyapanga, tukatekeleze.